Christ. Basi hii hapa ni safari ya kimisionari ambapo hawa ni watoto wadogo wanatoka katika utume kisiwani. Wametoka katika kupeleka Injili e, katika kisiwa kinachojulikana kama cha Chikomelo. Usafiri ni usafiri wa mtumbwi. Ni mfano halisi wa mitume wa Yesu, akina Paulo akina Timoteo walipokuwa wakienda huko Kipro wanakwenda mpaka Salamis mpaka Thesalonika kwa kutumia usafiri wa mitungu. Changamoto zake ndizo hizo, e, maji yanayoingia ndani ya chombo ni lazima yaweze kutolewa kwa kutumia jitihada binafsi. Lakini hata hivyo hii inaonyesha hali ya uchanga wa teknolojia iliyopo. Lakini hata hivyo hiyo haituzui udi hii teknolojia inatufanya sisi. E, tunatumia vyombo hivi vya asili, e, ni mtumbwi ambao pia unatumia injini kwayo, e, uko, kwa hiyo usalama huko wa majini, ingawaje panahitaji kuboresha usafiri huu kwa kutumia hata kuongeza maboya na vile vile, e, kuwa na E, vyombo vya kuonyesha kama tunapita kwenye miamba au kwenye njia sahihi e, lakini kwa vyovyote vile tunapofanya e, umisionari huu tunafanya kwa mtazamo wa kiinjili e, na hivyo watu wamejaa ari wakiongozwa na Roho Mtakatifu kupeleka Injili kuwainjilisha watoto wenzao walioko huko visiwani kwa hiyo Shirika la Kipapa la Utoto Mtakatifu wanahamu kabisa ya kumtangaza mtoto Yesu, kuhubiri injili katika maeneo ambayo watu hawajaelewa imani huu. Kiwa ni mwezi wa kumi ni mwezi wa kusali lozari, bado wapo Wakristo wengi hawajajua kusali lozari, bado wapo Wakristo wengi hawajajua matendo ya lozari, bado wapo Wakristo wengi hawajui sala za asubuhi na sala za jioni, bado wapo Wakristo wengi hawajui hata matumizi ya maji ya baraka, lakini kumbe E, tukiendelea kufanya jitihada ya kuwatumia hawa watoto wadogo kama watoto wa shirika la kipapa la utoto mtakatifu katika huu uinjilishaji e, visiwani e, huku tunaendelea kuona kwamba Kristo bado anahitaji kutangazwa. Tazama hapa tunatembea katika mawimbi mazito ya maji, tena ni nyakati za jioni, lakini e, ni neema kubwa, ni furaha kubwa. Tukumbuke hata sisi kwa maeneo ya kanda ya Ziwa, jimbo kuu la Mwanza na Geita E, na ukanda wote huu e, wa magharibi tulipokea injili iliyoletwa na wamisionari wa Africa White Fathers ambao walisafiri kutoka kule e, Marseille Ufaransa, wakasafiri kwa muda wa miezi minne baharini, bahari ya Hindi mpaka wakaenda kufika Bagamoyo. Walitoka mwezi wa nne mwaka 1878 wakasafiri kwa merikebu zilizokuwa zinatumia upepo na walifika e, Zanzibar e, mwezi wa saba mwaka 1878 na, na wakamalizia safari fupi kufika Bagamoyo mwezi wa nane mwaka 1878. Na hapo walitoa mizigo wakaabiri kwanza kuelekea maeneo ya ukanda wa Tabora na Kigoma, na walifika huko Tabora, baadaye wakagawanyika, ndio msafara mwingine ukaja Mwanza kuelekea mpaka Uganda na wengine wakaenda mpaka kule Ziwa Tanganyika, lakini hivi ndivyo injili ilipandikizwa kwa mara ya kwanza, ambapo imani kabisa, misa ya kwanza ilisaliwa katika eneo la Amalia tarhe 24 mwezi wa 12, 1878 katika eneo la Maria Kwimba na hapo ndipo hekaristi iliadhimishwa kwa mara ya kwanza ndani ya mkoa wa Mwanza. Hawa watu walihamia Rudi dogo udi na baadae hawa misionari e, waliweza e, e, kwenda mpaka Uganda na baadaye wakaja mpaka pale Msalabani oo walikuja mpaka ak walikuja mpaka Uganda na baadaye ndio wakaja katika maeneo ya Sengerema na jimbo la Geita, walikwenda sehemu ya Msalabani Nyamatongo, Msalabani Nyamatongo ambapo hapo sasa ndipo eneo la kwanza kupokea imani kwa jimbo Katoliki la Geita. Lakini baadaye sasa tena tumeona imani au parokia ya kwanza ya jimbo Katoliki la Geita imekuwa ni parokia ya Kome ambao yenyewe sasa kwa urasmi wake ilianza mwaka 1900 lakini yote ilitokana na jitihada za wamisionari kukubali kujitoa muhanga, kukubali kusafiri majini, kukubali kubali eh, kutoangalia hili wala lile kwa ajili ya kwenda kumtangaza Kristo. Na hivyo basi, tunawaomba wazazi wa nyakati za leo kuendelea kuwa na moyo wa umisionari, hasa kuwawezesha watoto kushiriki katika haya mashirika ya Utoto Mtakatifu kuwasaidia kama kuwanunulia sare, kusaidia kwa kuwatolea michango yao, kuwapa muda wa kwenda kufanya mazoezi ya utamadunisho wanapokuwa kule kwenye vigango vyao na kule kwenye parokia zao. E, kuwapa nafasi ya kutosha hao watoto. Watoto wamejaa karama nyingi, watoto wamejaa upendo mwingi e, kwa ajili ya kulitumikia kanisa. Kikubwa kinachotakiwa ni wazazi kuwapa nafasi, kuwapa nafasi watoto katika kumtanguliza Kristo katika maisha yao na kuendelea kuishi ule Umisionari. E, watoto wanaofundishwa haya mambo ya kiimani mambo ya kanisa haya wakiwa bado na umri mdogo, inawasaidia kwamba watakapokuwa baadaye, tutakuwa na viongozi wa wawata wazuri, tutakuwa na wenye viti wa parokia wazuri, tutakuwa na watu ambao hawatakuwa changamoto kwa kanisa. Siku hizi kumekuwa na viongozi ambao wakati fulani ni changamoto katika kanisa pale ambapo wanakuwa hawasaidii kwanza kanisa kuendelea, ila wakati fulani wanapelekea kanisa kama kukwama kwenye mipango yao. Basi kumbe huu ndio umisionari ambao watoto sasa wamemaliza kumtangaza Kristo katika kisiwa mojawapo ndani ya visiwa vya Ziwa Victoria, na wanarudi sasa nyumbani eh, kwa ajili ya kwenda kujiandaa na masomo eh, kwa ajili ya eh, siku ya wiki. Basi haya yote mnayapata kutoka katika chaneli yetu ya Geita kasurikida sisi online televisheni, tukijifunza kumisionari wa hawa watoto e, wanaendelea kumtangaza Kristo bila woga na ndani ya chombo kama mtumbwi. Na unapoangalia hii pamoja na klipu nyingine, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kukomenti, usisahau kushare klipu kama hizi klipu zinazochangia uinjilishaji wa hawa watoto ni kutoka hapa kisiwa cha Chikomelo ndani ya ziwa Victoria. Ni idara ya mawasiliano jimbo Katoliki, uh -huh.